Habari mdau wa simulizi, karibu kupitia hapa Della Simulizi, subscribe uweze kusikiliza simulizi za kusisimua. Leo nakuletea simulizi ya maisha ya Baraka, ikiwa leo ni Jumatano ya majivu, na imani kabisa kupitia simulizi hii, kuna jambo utajifunza. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Baraka aliyeishi na mama yake katika kijiji kidogo karibu na mjini baba yake alikuwa amefariki miaka michache iliyopita, na tangu siku hiyo Baraka alibadilika sana. Alikuwa mkimya, mwenye hasira za ghafla na mara nyingi alijitenga na watu. Mama yake alimwombea kila siku, akitumaini siku moja moyo wa mwanawe ungepata amani. Mwaka mmoja ukiwa umepita ilikuwa ni siku ya Jumatano ya majivu Mama yake na Baraka alimwambia Baraka, mwanangu, leo tunaanza safari ya Kwaresma, njoo tuende kanisani. Baraka hakutaka kwenda, aliona kama hakuna kitu kingebadilika maishani mwake, lakini kwa heshima tu ya mama yake alikubali. Kanisani kulikuwa kimya na kila mtu alikuwa akitafakari. Padri aliposoma kutoka Biblia kuhusu toba na kurudi kwa Mungu, baraka alihisi maneno yale yakimgusa moja kwa moja. Ilikuwa kama kuna kitu kinamwambia moyoni, hujachelewa, yaani hujachelewa kabisa, Baraka anza upya. Maneno yale alikuwa akiyasikia moyoni mwake. Alipofika mbele kupakwa majivu, padre alimwekea msalaba wa majivu kwenye paji la uso wake, huku akisema, kumbuka wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Maneno yale alimgusa sana Baraka. Alimkumbuka baba yake, alikumbuka hasira alizobeba, na macho yake yakajaa machozi kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Baada tu ya ibada, Baraka alikaa peke yake nje ya kanisa. Mama yake alimfuata polepole huku akisema, mwanangu, unaumizwa na nini eh? unaonekana na mawazo mengi sana mwanangu, aliuliza kwa upole. Baraka alijibu kwa sauti ya chini huku akisema, nimekuwa nikimlaumu Mungu kwa kifo cha baba, nimekuwa nikikataa furaha, lakini leo nahisi kama nina taka kuanza upya hivi mama, alizungumza Baraka. Mama yake alimkumbatia kwa nguvu huku akisema hiyo, ndiyo maana ya siku ya leo. Mungu hachoki kutupokea tena na tena, mwanangu, hujachelewa. Kuanzia siku hiyo Baraka alianza kubadilika, alianza kusaidia nyumbani. Kila kitu kwa Baraka kilienda sawa. Alisoma kwa bidii na hata kuwasaidia wazee kijijini. Kila alipohisi kukata tamaa, alikumbuka alama ya majivu, ishara ya mwanzo mpya. Miaka ilipita, Baraka alikuwa mtu mwema na mwenye huruma. Siku moja alimwambia mama yake, "Mama, kama usingenialika kanisani siku ile ya Jumatano ya majivu labda ningepotea kabisa na kushukuru sana mama. Mama yake alitabasamu, kisha akasema, mwanangu, haikuwa mimi tu, ilikuwa ni Mungu aliyekuita. Na tangu hapo, kila mwaka siku hiyo ilipofika, Baraka aliona ni siku ya amani sana katika moyo wake, si kama siku ya huzuni, bali siku ya tumaini, siku aliyozaliwa upya moyoni. Katika maisha tunakumbushwa hakuna aliyechelewa kubadilika. Mungu anasamehe na kupokea tena, kila mwisho unaweza kuwa mwanzo mpya. Mimi naitwa Dela Simulizi, endelea kuwa pamoja nami kupitia hapa kwenye chaneli yangu ya Dela Simulizi. Subscribe na uweze kupata kusikiliza simulizi kila siku.